Ni tukio la kusikitisha ambalo limetokea hapa katika kitongoji cha Mala kijiji cha Lambo, kata ya Masakta, wilaya Hanang, mkoani Manyara, ambapo kijana mwenye miaka 39 Paul Mahindi amefariki dunia baada ya kushambuliwa na mshale katika eneo la Shingoni. Tukio hili linaelezwa kutokea tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2025, na majira ya saa 4 usiku huku chanzo cha shambulio hili ikiwa bado hakijabainika. Global TV tumefika hapa katika kitongoji hichi kwa ajili ya kujua undani wa taarifa hizi ambapo kinachoendelea hivi sasa ni maumbi maalum ya kimila kwa ajili ya kuabaini wale waliohusika. Huyu, huyu kwangu ni kakaangu. Mama maelezo anayesema anasema mimi nimeshtuka tu kina, kinasikia mtu ampiga yoyo mara mbili. Ni, ni o nilipokaa kitandani nikasikia amekuja ame ame huko akaruka boma akakimbia mpaka kule kwa kakake akasema. Maelezo mengine mimi sint sintaweza kujua kwa sababu ndo nachojua hiyo, ni mtu amekimbia tu <tod> anasema <tod> serikali, naomba wanisaidia kwa sababu mimi ndo mimi ndo namtegemea yeye. Asubuhi ya leo, wakati mimi natoka nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake. Nasema bana, usiku marehemu kauawa, marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali. wanasema ni ni nini ni, ni, ni walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo, kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali. Kimsingi, ndo wazee tuka wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba na hata saa hizi bado wanaendelea kuhoji. Kiujumla, marehemu kwa kawaida, kwa siku zote ni balozi wetu kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo za kawaida na ile na zimeisha, mambo mengi yamemaliza, na toka amekuwa balozi am, hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwake. Kimsingi tumeshtushwa na hili ambalo limetokea mpaka kimesababisha kifo chake na jambo ambalo alitoka ki, katika mji wake mdogo wa kijiji cha Lambo mfukoni akiwa na sukari ya watoto wake te, mke wake nasikia alienda kwenye msiba, maana yake alikuwa anapeleka sukari ile kwa ajili ya baridi ya kipindi hiki kuwapatia watoto wake chai, lakini hakufika nyumbani. Karibu na kwake hapa kama nyumbani kwake, karibu, kama hatua kumi na tano ndio mahali yamepata hiyo hiyo mauti. Nadhani ni mambo ambayo sisi tunasikitika kwa ujumla. Labda mara ya mwisho mlipokutana, mimi na yeye mara ya mwisho kwanza nilikuwa nakabidhi mabaskeli, kwa hiyo kikubwa ni kufurahia zile baskeli. Alisema sasa na acha pikipiki, nitakuwa naendesha hii baskeli ya Mama Samia kwa sababu kwanza inaonyesha nembo ya Chama cha Mapinduzi, natafuta kura na nitanisaidia na, na, mimi kufanya zoezi. Kwa hiyo mengine hata tujazungumza kwa sababu ukitegemea kwamba kata ina mabalozi wengi, kwa hiyo sikuweza kuzungumza maneno mengi, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndio. Jina naitwa Bernardi Khweso mwenyekiti wa kitongoji cha Mala kijiji cha Lambo kata ya Masakta. E, kama ilivyo ada, tukio hili la, la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni, ni kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake. Basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale, alivyorushiwa mshale akakimbia. Jirani ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba amepelekwa hospitali na alivyofika alifika kwa dokta akafia hapo. Hana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu. Mkakati ambaye tunategemea kuyafanya, tunataka tufanye tuendelee na, na utafiti ikibidi. Tunashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika kwa majina. <coughs> Naitwa Matastaharo, ni mwenyekiti wa kijiji cha Lambo. Akibainika yule ambaye amefanya ili tukio, ni hatua gani ambazo mtakwenda kumchukua? Sisi tunakabizi serikali kwa kweli, kwa sasa hivi bado hatijatokea kwa sababu hata tukio la kuhisiwa, sisi hatuwezi kutamka kwa sababu usalama wa yule mtu, mpaka serikali mpaka polisi wafike hapa.